Halo. Sasa leo nitakuonyesha ndoto kubwa tano, ambazo ndoto hizo ukiziota, basi ujue kwamba wachawi na waganga na walozi wana kuogopa sana. Yaani utakapoota ndoto hizo, kuwa na amani, jua kabisa kwamba wachawi wanakuogopa, mashetani, mapepo, wasomanyota wote wanakuogopa. Hawataki ujue ndoto hizi ambazo nitakwambia siku ya leo. Hawataki ujue kwa sababu wanajua ukijua utajua kwamba umekwisha kuwashinda tayari. Utakapojua basi utafunguka. Utakapojua basi utaanza kutoka kujichukulia kama mtu wa kawaida. Na watu wengi hatuzijui ndoto hizi. Na ndio maana tumebaki kulalamika kila siku kwamba sisi maisha yetu yanalogwa, sisi maisha yetu yamejaa uchawi, sisi maisha yetu yamejaa nguvu za giza, kumbe hapana. Kumbe kuna ndoto zingine ambazo umeziota unajua kwamba wachawi wanakuroga, kumbe wachawi hawakurogi kabisa. Inawezekana wachawi wamejipanga elfu mbili, lakini siku ya leo unapoota ndoto za namna hiyo ambayo tutakuweza kuonyesha siku ya leo ujue kabisa kwamba wachawi wanakuogopa kabisa, wachawi hawakuwezi. Wanajipanga sana kwa ajili ya kutaka kuharibu maisha yako, lakini wameshindwa. Na wengi wenu unapoota ndoto hizi, kama kuna mtu ambaye umemwota juu ya ndoto hizi ambazo nitakutajia siku ya leo, unajikuta kwamba mtu yule anashindwa kukuangalia usoni, ama wengine wanabadilisha njia. Ushajiuliza ni kwa nini kwamba mtu umemwota usiku kwenye ndoto, lakini asubuhi yake ukiamka, anabadilisha njia, ama hataki kukuangalia usoni? Unajua kabisa kwamba anakuogopa. Na leo nitakuonyesha ni ndoto zipi hizo, basi ambazo ukiziota huo unamwangalia mtu jinsi gani ana behave akiwa mbele zako, ni namna gani ambavyo anaonekana akiwa mbele zako. Je, anakuogopa? Je, anakukwepa? Unajua kabisa kwamba huyu ni mbaya wangu na nimeshaweza kumshinda tayari kwenye ndoto. Sasa, kabla sijaanza kuonyesha ndoto hizi ni ndoto zipi, kama bado hauja subscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe, ili kipindi ambacho naita tafsiri mpya za ndoto, basi uwe wa kwanza kujua tafsiri hiyo na kuweza kuifanyia kazi. Sasa ndoto kubwa ya kwanza, unapoota unapaa. Wengine unaota kama unakimbizwa, lakini unapokimbia unakimbia, unapofika sehemu unajikuta unaruka juu sana, unatua chini Then unapaa, unakimbia, unakimbia, unakimbia, unakimbia. Adui atakukaribia, unajikuta unaruka juu sana, then unatua chini, then unaendelea kukimbia. Umekuwa ukijiuliza nini maana hiyo ndoto? Ndoto hiyo inaonekana kabisa waganga na wachawi wanakuogopa, wamekushindwa. Yani, wamejaribu kufanya, wanaoweza kufanya, ili kuweza kukamata. Wamejaribu kufanya, wanaoweza kufanya, ili kuweza kuharibu maisha yako. Lakini wamekush...inda. Maana kwenye ndoto hiyo wanaonekana kabisa wameshindwa kukamata. Ndoto hizi zinamaanisha kwamba cha kwanza wachawi wameshindwa kukamata kwenye maisha yako. Kama ni biashara unayofanya wachawi wameshindwa kukamata. Kama ni kazi unayofanya wachawi wameshindwa kukamata. Jambo la pili ambalo linamaanisha, inamaanisha kwamba Mungu kwa amekupa nguvu mpya ya kushinda juu ya, ya maadui zako. Na ndio maana Biblia inasema katika kile kitabu cha Isaya kwamba wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mbawa kama tai. Inamaanisha kwamba Mungu amekupa nguvu mpya ya kuweza kushindana adui zako. Mungu amekupa nguvu mpya ya kuweza kuruka viunzi, ya kuweza kuruka vizuizi, ya kuweza kuruka ile mipaka ambayo wamekuwekea kwenye maisha yako. Basi ujue kwamba Mungu amekupa nguvu mpya. Au kama waganga wanataka kutupia magonjwa, unapoota ndoto za namna hii, jua kabisa kwamba yale magonjwa hayawezi kakupata kabisa. Yaani waganga wameshindwa kufanya lile jambo ambalo wanataka kufanya maisha yako, na hivyo basi wanakuogopa sana. Wanakuona wewe sio mtu wa kawaida, wanakuona wewe kama ni mtu ambaye ni tishio katika ufalme wao na katika kazi zao. So unapota ndoto za namna hii, anza kushangilia, acha kulia, acha kujilaumu. Ndoto hizi za kupaa zinamaanisha kwamba wewe umeweza kuwashinda wachawi na wachawi na, wachawi na kuogopa sasa. Ninapoenda kwenye ndoto nyingine ya pili, kuonyesha kwamba ni ndoto gani ambayo utakapoyota ujua kwamba wachawi na waganga wanakuogopa. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado haujalike video hii, basi unaweza ukalike muda huu. Sasa ndoto ya pili ambayo inaonyesha kwamba wachawi wanakuogopa sana ni ndoto ya kuota nyoka ama paka weusi ama wanyama wakali wanakukimbia wewe, yaani sio kwamba wanakukimbiza wewe, hapana, ila wanakukimbia wewe. Unaota kwenye ndoto kule unawakimbiza sana nyoka, unawakimbiza sana paka, unawakimbiza sana ng'ombe, unajiuliza ni komba, kwa nini? Hii inamaanisha kwamba umekwisha kuwashinda nguvu tayari, na ndio maana wanakukimbia. Ukikimbizwa na wanyama hawa ni stori nyingine, lakini ukiota unawakimbiza wanyama hawa, hii inamaanisha kwamba hawa wanyama wamekushindwa, wachawi wamekushindwa. Kama umeota ng'ombe wanakukimbia, basi ujue kwamba umeshinda zaidi ya roho za wachawi. Kama unaota ni paka wanakukimbia, basi ujue umeshinda juu ya roho ya majini. Kama ni nyoka anakukimbia, basi ujue umeshinda juu ya roho ya udanganyifu na usaliti, kwa sababu ambacho huwa kinatokea, mchawi ama waganga wanapotaka kutuma roho fulani kwenye maisha yako, roho zile huwa zinakuja kwa sura za wanyama. Ama mchawi mwenyewe anapokuja kwenye maisha yako, hawezi akaja kama mtu fulani unayemjua, lazima aweze kujikama, flaji wanaita, lazima aweze kujificha kwenye umbo fulani, kwa sababu wachawi wengi ambao wanakuja kutuloga ni watu ambao tunawajua. Kwa hiyo najua kabisa mimi nitakapokuja katika umbo langu utanijua kama mimi mimi ni mjomba wako, nimekuja kukuloga. Utajua kama mimi ni shangazi yako, nimekuja kukuloga. Utajua kama mimi ni mfanyabiashara mwenzako, nimekuja kukuloga. Kwa hiyo wanachokifanya, wanajigeuza katika maumbo mbalimbali, anajigeuza katika umbo la ng'ombe. Ndio maana kuna mwingine anaota ng'ombe anamkimbiza na yule ng'ombe anapomkimbiza anakuwa anaongea. Sasa wanachotakiwa kujiuliza kwamba ng'ombe gani ambaye anaweza kukimbiza kama anaongea? Ng'ombe upi huyo ambaye anaongea? unakuja kugundua kabisa ya kwamba hawa ni watu lakini wamejificha kwenye maumbo ya wanyama ili wasiweze kujulikana kwamba ni akina fulani. So wanachokifanya wanajificha kwenye maumbo mbalimbali, wanajificha kwenye maumbo ya kiti. Kwa maana kuna mwingine umekaa kwenye kiti lakini kwenye kile kiti ambacho umekaa unashindwa kuinuka. Kwa nini? Kwa sababu kile sio kiti katika ulimwengu wa ndoto, katika ulimwengu wa roho, kile sio kiti, yule ni mtu ambaye amejigeuza kuwa kiti. Lakini unajua mtu huyu atakapokuja katika sura yake na umbo lake, basi utaweza kumjua ni nani na utaweza kumshinda. Sasa ninapoingia kuonyesha ndoto gani nyingine ya tatu utakayoota kujua kuambia kwamba wachawi na waganga wanakuogopa. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe, na kama video hii iko inakubariki na bado haujalike, basi unaweza ukailike. Sasa ndoto ya tatu ni ndoto ya kuota umewashinda ama umewapiga adui zako. Unapoota umewashinda ama umepiga adui zako, inamaanisha kwamba wewe umewazidi nguvu, inamaanisha kwamba lile jambo ambalo ulikuwa unataka kulifanya kwenye maisha yako wameshindwa, yani ile vita waliokuwa wanataka kuianzisha kwako wewe na kwa watoto wako, inawezekana wachawi hao ama waganga hao walikuwa wanataka wewe uweze kufilisika lakini ukiota kwenye ndoto unawapiga, hata kama muda huo unapitia kushuka sana kwenye biashara, ukijikuta kwamba biashara zako zimeanza kuinuka tena, hii inamaanisha ushindi katika ulimwengu wa roho. Hii inamaanisha ushindi juu ya wachawi, inamaanisha ushindi juu ya waganga, inamaanisha ushindi juu ya vita vyako vyote ambavyo ulikuwa unapitia. Na kwa sababu umewashinda, basi watakachokifanya wataondoka, wataachia maisha yako, na wataenda kwa mtu mwingine ambaye ni wiki, ama wataenda kwa mtu mwingine ambaye ni dhaifu, kwa kama Mungu amekushindia vita, kwa sababu wachawi hawaweza kumuogopa mtu ambaye wanampiga. Wachawi siku zote wanamwogopa mtu ambaye anawapiga kila siku. Wengi wenu mnapoamka asubuhi, wale watu ambao mnaota wamewapiga usiku, wengi wao huwa wanashindwa hata kuwatazama usoni. Uongo ukweli, watumishi wa Bwana? Ni kweli, mtu anapigana na mtu, ama ni mbibi ambaye ni jirani yenu, ama ni mama ambaye ni jirani yenu, ama ni mfanyabiashara mwenzako. Asubuhi ukiamka, kama ni mchawi kweli, ukimwangalia usoni hivi, huwa anajifanya kama hataki kukuona. Wengi huwa wanaona aibu, huwa hataki kuangalia usoni moja kwa moja. Wanakuona kabisa, unakuja ukiwa mbali Wakikuangalia hivi unaona kabisa, mtu anageuza njia, anajizuia. Kwa nini anageuza njia? Ni kwa sababu anakuogopa, ni kwa sababu usiku katika ulimwengu wa roho umekwisha kumshinda tayari. Sasa ninapoingia kuonyesha ndoto ya nne, ni ndoto gani ambayo ukiota unajua kwamba wachawi na waganga wanakuogopa. Kabla bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado haujalike video hii, basi unaweza ukalike muda huu. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota unavaa mavazi mapya, ama unavaa mavazi meupe. Mavazi meupe yanaonyesha ishara ya ulinzi wa Mungu. Sasa unapoota ndoto hizi, wachawi wengi huwa wanakuogopa kwa sababu wanakuwa wanajua kwamba wewe unalindwa na Mungu, mali zako zinalindwa na Mungu, biashara yako inalindwa na Mungu, watoto wako wanalindwa na Mungu, kazi yako inalindwa na Mungu. Unapoota ndoto za namna hii, asubuhi unapoamka mapya ni ishara ya majira mapya. Mavazi mapya ni ishara ya upako mpya kwenye maisha yako. Mavazi mapya ni ishara ya hatua mpya kwenye maisha yako. Mavazi mapya ni ishara ya ustawi. Mavazi mapya ni ishara ya upya yani, kwamba kila kitu kinaenda kuwa kipya kwenye maisha yako. Sasa mchawi ama mganga ambaye anakujua huwa hatamani baraka hizi ziweze kuambatana wewe kwao, anachokifanya anadhoofisha maisha yako, lakini anapoona mavazi mapya pia mlinzi wa Mungu, kwa hiyo atakuwa anaogopa kugusa, kwa sababu anakuwa anajua kwamba Mungu anakulinda moja kwa moja. Ndoto ya tano ni kuota unakula chakula kizuri mbele ya maadui zako. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi inasema kwamba nawe waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Ina maana Mungu, kuna muujiza ambao unataka kufanya kwenye maisha yako mbele za maadui zako. Yani kama ni kazi, atakupa kazi, na maadui zako watajua. Kama ni mtoto, hawataki uzaya. Mungu atakupa mtoto na maadui zako watajua, na wao watakuwa kwanza kujua kwamba umepata mimba. Kama ni biashara basi Mungu atakupa biashara na kufanikisha kwenye biashara na maadui zako ingali wakiwa wanajua kwamba Mungu anakufanikisha kwenye biashara zako. So watakapoona hivyo, wataanza kukuogopa. Watajua kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Wewe unalindwa na Mungu Wachawi wataanza kukuogopa. Ndo maana kuna muda mwingine mtu akienda kwa mganga huwa anaambiwa kwamba unataka kumloga nani? Anasema kwamba nataka kumloga fulani. Wakimwangalia pale, wanasema kwamba huyu fulani usiguse, usiguseu fulani ni moto. Kwa nini? kwa nini? Kwa sababu wanakuogopa. So tukigusa huenda sisi tutakufa ama tutaumbuka. So kwa hiyo, hizo nilizokuambia leo ni ndoto kubwa tano, ambazo ukiziota ujue kwamba wachawi na waganga wanakuogopa sana. Na kama uko na ndoto nyingine ambayo hujui tafsiri yake, unaweza ukaandika kwenye comment section. Na kama unataka kunitafuta kwa namba za simu, una shida ambayo ni private ama una shida ambayo ni personal, namba zangu ni hizo hapo upande wako wa kulia wa chini wa screen. Hizo ni namba zangu ambazo unaweza kuipata kwa urahisi sana, na ninakuomba usinitumie message. Nipokea maelfu na maelfu ya message, so unaponitumia message, muda mwingine naweza nikachelewa kukujibu, ni kwa sababu ninapokea message nyingi. Message yako naweza nisione kwa wakati kwa hiyo naomba kama una shida ambayo ni urgent ama una shida haraka, naomba basi unipigie simu. Na pia siwezi nikajibu message 1000 watumishi wa Bwana, ninachoka siwezi nikajibu message 1000. Lakini ukinipigia, naweza nikaongea nawe kwa dakika mbili ama dakika tatu tukamaliza shida yako na Mungu akakusaidia na pia unaweza ukaenda kutufollow kwenye mitandao mitanda yetu mingine ya kijamii, ninatumia Apostle Deusi Sengo. Unaweza kanifollow mahali pale ili kila pia ninapoleta mafundisho mengine kupitia mitandao yetu mingine ya kijamii. Na kama bado hauja subscribe channel yetu na unabarikiwa sana, basi unaweza kusubscribe na kama bado hauja like video hii na tumefika mwishoni, basi pia unaweza like video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Pia unaweza kashare kwa ndugu jamaa na marafiki ambao unatamani basi na wao waweze kupata maarifa haya siku ya leo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.